Endelea maandalizi katika e, siku ya leo e, tumeingia kambini kujiandaa e, na mchezo wa kirafiki uliokuwa mbele yetu, na imani utakuwa ni mchezo, mchezo mzuri na utakuwa ni mchezo wenye maandalizi mazuri kuelekea katika, katika mashindano ya AFCON na sasa hivi kama unavyoona tuna benchi jipya la ufundi nadhani inaendelea kututengeneza na kutengeneza vitu vyake ambavyo inahitaji kuelekea katika mchezo huu, na imani sisi kama wachezaji tuko tayari kupokea kile ambacho mwalimu anatuelekeza kwenda kuki, kukifanya katika, katika mchezo huu wa kirafiki, na vile vile mafunzo ambayo yanaendelea, ili kuweza kufanya vizuri katika mashindano ya AFCON. Pamoja na mabadiliko hayo ya benchi la ufundi yameongeza kitu gani kwenye kikosi kama wachezaji? Ah, sisi kama wachezaji e, tuko hapa kwa ajili ya kufanya kazi, tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha e, taifa letu linafanya vizuri. Kwa hiyo tuko hapa kuhakikisha kila kila kitu ambacho mwalimu anatupatia ana, ana, ana tunakifanya katika asilimia mia, ili kuweza kufanikiwa katika malengo ambayo tulikuwa nayo. Kucheza mechi nyingi uh, hususan kwenye hizi bara za Afrika inaongeza kitu gani kama wachezaji wa ah, kitu cha kwanza kwanza, sisi kucheza mechi nyingi ye, yeah, inatuongezea confidence na vile vile inatupa wakati mzuri wa kuweza kutambuana na kuweza kutambua mwalimu eh, ni kitu gani ambacho anachoki anachokihitaji na imani kwamba eh, shirikisho letu la, la soka TFF wata wameliona wame hili na nadhani watatuongezea mechi zaidi eh, kabla ya kufika katika, katika mashindano ya AFCON. Ah, uh, sisi tuko tayari, tuko tayari na nadhani eh, njia ambayo tunaitumia tuna, tuna inaanzia katika, katika, katika mchezo huu ambao tuna kwenda kucheza kwa hiyo sisi tuko tayari na imani kwamba e, mbeleni baada baada ya hii mechi kutakuwa na maandalizi ma, mazuri na makubwa zaidi kwa sisi kama wachezaji tuko tayari kwa kila kitu ambacho kilichokuwa kiko mbele kwa sababu tuna malengo ambayo tumejiwekea katika, katika AFCON ya, ya, ya, ya, ya msimu huu hapana mabadiliko hayawezi kutuletea changamoto yoyote zaidi kwamba changamoto itakayokuja kwetu sisi wachezaji kufanya vizuri, kwa sababu tuna, tuna, tuna benchi jipya eh, la ufundi. Kwa hiyo tunahitaji kujifunza zaidi ili kuweza kufanya vizuri. Uh, sisi kama wachezaji tumeshacheza AFCON zilizopita na zote zilizopita tumeje tumechukua kama e, AFCON za kuweza kujifunza, na naimani sasa ni wakati mzuri kama sisi Tanzania kwenda, kwenda kushindana. Tumeona, tumeona group letu jinsi lilivyo na e, naimani hata mwalimu pia ameliangalia, na ndio maana imetangulia kusema kwamba baada ya mchezo huu tutakuwa na maandalizi na, na, na nadhani itakuwa maandalizi mazuri zaidi kwenda kushindana katika AFCON.